Kirejea hapa Nairobi, waziri wa ardhi na nyumba, Alice Wahome sasa anasema huenda hatua ya mmiliki wa jumba lililoporomoka South C kuongeza ghorofa zaidi ya 12 zilisababisha kuanguka kwake. Waziri Wahome akikiri kuwa idara zilizohusika ziliruhusu ujenzi wa jumba lililopangiwa kuwa la ghorofa 12 kuongezwa na kusababisha kuwa hatarini. Haya yakijiri huko, kampuni ya Abian iliyohusika kwa ujenzi ikitoa taarifa na kukana kukiuka maagizo ya ujenzi. Kama anavyotuarifu Gatete Njoroge, siku nne baada ya mkasa wa kuporomoka kwa jengo hili South C Nairobi, shughuli za kumtafuta mlinzi wa pili bado zinaendelea. Maafisa wa KDF, polisi kaunti ya Nairobi wakishika doria usiku na mchana. Uchunguzi wa punde ukiashiria utepetevu upande wa mmiliki wa jengo na maafisa walioruhusu ujenzi wa ghorofa zaidi. At the the the time of the incident the project was non-compliant on four more floors which had been added to the original approved designs, meaning from 12 to 16 floors. That is the beginning of the problem. Waziri Wahome anasema uchunguzi bado unaendelea kubaini sababu kuu ya kuanguka kwa jumba hilo huku wale watakaopatikana na hatia wakitarajiwa kubeba msalaba wao. I will By NCA. Ukaguzi uliofanywa na serikali kuu kwa jumba hili mwaka 2024 mwezi Agosti ulionyesha ujenzi ulikuwa ukifuata sheria. Maafisa wa kaunti kwa upande wao wanasema walipofanya ukaguzi mwaka jana walipata ujenzi wa ghorofa ya 13 na kusitisha ujenzi huo. Watu watatu waliohusika wanadaiwa kukamatwa na kufunguliwa mashtaka yaliyotupiliwa mbali baada ya kuwazuia maafisa hao kufanya ukaguzi wajenzi wa jumba hili. Kampuni ya Abian Consulting Limited, kwa taarifa kwa vyombo vya habari, wamekanusha kukiuka maagizo ya ujenzi na kukana walipata barua za kusitisha ujenzi kwa kukiuka sheria. Hata hivyo wamesema wanashirikiana na maafisa wanaochunguza kisa hicho. Kufikia sasa, wamiliki wa jumba na mhandisi wameandikisha taarifa na polisi, huku maafisa wa mipango wa kaunti wakitarajiwa kuhojiwa. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.